unashikilia na unakariri katika dua, mujiban li asika, lisije likawa jambo hili linapelekea kuvunjika moyo kwako wewe, lisije likawa jambo hili linapelekea kukatika tamaa au kukata tamaa. Fahuwa dhamina laka lijabata, kwa sababu yeye mwenyezi Mungu subhanahu wataala, amedhaminia kwamba atakujibu katika yale E, maombi yako na katika dua zako, fima yahtaruhu yakhtaruhu laka, kwa kile ambacho anachokichagua kwako wewe. La, la fi ma takhtaruhu linafsika, si kwa kile ambacho unakichagua kwa ajili ya nafsi yako. Wa fil waqti alladhi yurid, na yeye kakudhaminia kwamba atakujibu katika maombi yako katika wakati ambao anataka yeye. La fil waqti alladhi turid, si katika ule wakati ambao unautaka wewe. Angalia haya maneno yalivyokuwa mazito na hii hikma ambayo inatuhusu mno katika maisha yetu. Ni wangapi katika sisi tunaomba dua mbalimbali mbali. Kila siku mtu anaomba dua, ananyoosha mikono yake kumnyenyekea Allah subhanahu wataala, kuomba yale ambayo anayahitajia na kuyahangaikia katika maisha yake. Kuna wengine wanaomba dua ya kupata watoto, kuna wengine wanaomba dua ya kupata mali kuna wengine wanaomba dua ya kuponywa kutokana na maradhi waliokuwa nayo. Watu wangapi ambao pengine wamekaa katika vitanda katika hali ya kuumwa na maradhi, pengine muda mrefu, miaka na miaka, na wanaomba dua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala bado pengine hajayajibu yale maombi yao. Sasa mara nyingi tunakuwa tunaomba dua e, yale ambayo tunayoyaomba tunakuwa hatuyaoni yakijibiwa kwa vile ambavyo tunavyoona sisi kwa macho ya kibinadamu. Lakini alimamu Ibnu Ataillahi Sekandari anakwambia ukiona umeomba dua tena ukawa ni mnyenyekevu, katumia neno al ilhah, yaani ikawa mtu na unyenyekevu, na anaikariri ile dua mara kwa mara, kila kiswali yeye anaomba dua hiyo, Mwenyezi Mungu nipe watoto eh, Mwenyezi Mungu nipe watoto lakini Ikawa vile anavyoomba hajaitikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema Ibn Ata Allahi Sakandari, kuchelewa huku kusije kukakufanya wewe ukakata tamaa, ukaona labda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakuitika katika maombi yako, au kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupendi, ndio maana hakupi kile unachokitamani katika nafsi yako. Sawa, ndugu zangu, kwa hiyo kumbe hikma ya mtu kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala japo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katudhaminia kwamba yeye atatujibu katika maombi yetu, anasema ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitakujibuni katika dua zenu. Mwenyezi Mungu kachukua dhamana kwamba atatuitika katika maombi yetu, lakini si lazima kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuitika wakati ule ule unaotaka wewe. Unaweza kuomba dua unataka kile kitu ukipate sasa hivi, lakini ikawa Mwenyezi Mungu bado hajataka kile kitu ukipate katika wakati ule, kwa sababu yeye Allah ni, ni mwenye huruma. Allah anawapenda waja wake, Allah ni mpole, Allah anachunga maslaha ya mtu. Yawezekana ikawa wewe unaona kwamba kile kitu kukipata katika wakati ule ndiyo maslaha kwako wewe, ndio bora kwako wewe lakini kumbe Allah anaona kwamba kile kitu kukipata katika wakati ule sio bora kwako wewe, bali itakuwa kuna madhara ndani yake. Au yawezekana kile kitu kucheleweshwa kwake maslaha yake yatakuwa ni makubwa zaidi na kheri yake itakuwa ni kubwa zaidi kwako wewe, kuliko lau kwamba ungepata kile kitu katika ule wakati ambao wewe umeanza kuomba ile dua yako. Kwa hiyo mtu asikate tamaa anapoomba akaona kwamba labda

lakini ukapita muda mrefu mpaka ikapita miaka arobaini ndipo Allah subhanahu wa taala akaja akamwambia, qala qad ujibat da'watukuma, akasema Mwenyezi Mungu imeitikwa dua yenu fastaqima wala tattabi'ani sabila lladhina la ya'lamu. Yani hili jawabu la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala lilikuja baada ya kupita miaka arobaini ndo Allah Subhanahu wa ta'ala akaamua kumwangamiza Firauni. Kwa ndugu zangu Islam, mtu asije akaona kwamba wakati mwingine kaomba dua lakini ikawa hajajibiwa dua yake, yawezekana Mwenyezi Mungu anakucheleweshea kwa sababu ya maslaha yako. Hata ukimwangalia Nabii Yusuf alayhi salam alikaa jela, na alipokaa jela, wakati wale wafungwa wenzake walipotoka, alimkumbusha mmoja akamtaji kwa wale mabwana wake ambao watakao kuwa wanamsimamia ili apate kutolewa jela, lakini yule ambaye alimwambia akasahau. Kwa hiyo Nabii e, Nabii Yusuf akakaa jela miaka, Mwenyezi Mungu anasema falabitha fi sijni bidha sinin, akakaa miaka zaidi ya miaka mitano akakaa jela Nabii Yusuf alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kumbe alipokuwa anamchelewesha yeye akamwacha yuko jela mtume wake huyu Yusuf alayhi salam, ilikuwa kuna hikma kubwa sana na kuna maslaha ndani yake. Alikuja kumtoa wakati ambapo wale watawala wanamhitaji yeye, nabi Yusuf alayhi salam. Na alipotoka wakati ule, akaja akawa ni mmoja katika watu wakubwa na wenye utukufu katika nchi ya Misri sasa lau pengine angetolewa kabla ya pale, asingepata utukufu kama ule, lakini kwa sababu ya kuchelewa kwake kukaa pale jela ndiyo ikawa ni sababu ya yeye aje awe ni mmoja katika watu wakubwa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo, Allah anaweza akamcheleweshia mje. Lakini pia inawezekana mtu akaomba dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaiitika, lakini si kwa namna ile ambayo anayotaka yeye. Bali kwa namna anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anachunga maslaha yako. Anajua kwamba hili unaloliomba halina maslaha kwa kwa wewe. Akakupa jingine ambalo

Mtume sasa, mtu huyu akiomba dua hiyo, basi Mwenyezi Mungu ataiitika dua yake kwa kumpa moja katika mambo matatu. Angalia hii falsafa ya mtu kuitikwa katika dua yako, si lazima kwamba uitikwe vile vile ambavyo unavotaka wewe. Mtume sasa salamu, ukapata moja katika haya matatu. Unapoomba dua yako, sharti kwamba ile dua isiwe ni dua ambayo ndani yake kuna dhambi wala

Huko akhira anapokwenda, yaani Mwenyezi Mungu akawa hakutaka yule mtu apate yale ambayo aliyoyaomba hapa duniani, akamcheleweshea katika maisha ya akhira. Wa ima an yusrafa anhu min sui bimithlihi au bimithliha, au anaweza akaondolewa katika mitihani na mabalaa ya kidunia kwa kadiri, kwa mfano wa ile dua ambayo yeye kaisoma. Kwa hivyo mtu anatakiwa afahamu hikma hii kubwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika kuwaitikia waja wake dua zao. Tunaomba dua, lakini mtu asikate tamaa. Ile kukata tamaa yawezekana wakati mwingine ikawa ni sababu ya wewe kurejeshwa dua yako. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam yastajil mmoja wenu anakubaliwa katika dua yake madamu hajafanya haraka. yaqulu akawa nasema, da'utu Allah fa lam yastajib li, nimemuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini hajanijibu. Kwa hiyo ile mtu kuharakisha, akasema mimi sijajibiwa katika dua yangu, inawezekana ikawa ni sababu moja ya kufanya kwamba dua yake isikubalike. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaiharakisha ile dua ambayo uliomba, au anaweza akaichelewesha kwa hikma ambayo anaijua Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu wanasema ulama, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kumuona mja wake ana ananyenyekea anaomba ana kwa wingi, anayependa kusikia sauti ya wale watu ambao wanaonyenyekea yeye. Allah subhanahu wa ta'ala, zimekuja katika baadhi ya riwaya, Allah anamwambia malaika: da'uhu fa inni uhibbu an asma'a sawtahu, mwacheni aendelee kuomba kwani kwa hakika mimi napenda niisikie ile dua yake kila wakati. Kila anapoomba yule mja ambaye ni mcha Mungu, basi Allah huwa anapenda isikie sauti yake. Lakini pia Allah subhanahu wataala anapenda sana kuombwa, tofauti na sisi viumbe. Yani Allah, kila unapokaa ukamwomba kumnyenyekea yeye, ndio anakuwa anapenda zaidi na kukufanya kwamba wewe uwe karibu zaidi kwake yeye Allah subhanahu wataala, kwa sababu dua ni katika ibada zilizokuwa kubwa sana.

kuyasoma yale maombi kila siku, yani kwa maana kwamba kila siku unaomba maombi yale. Mujiban ya li asika lisije likawa jambo hili ni lenye kupelekea kukatika tamaa kwako wewe. Fa huwa dhamina laka alijaba, e Mwenyezi Mungu kadhamini kwamba yeye atakuitika katika dua yako. Fima yahtaruhu laka, katika lile ambalo anakutakia wewe, yani katika lile ambalo kalichagua kwa ajili yako wewe, la fima takhtaruhu linafsi